Karibuni sana ndugu watazamaji na wasikilizaji katika kipindi chenu kizuri kabisa cha Pika Bomu. Kama mnavyojua, serikali ina mpango kabambe wa kuajiri vijana milioni moja. Mimi leo mtangazaji wenu Bwana Breki Sifungi naungana nayo kabisa katika kusaidia kutimiza lengo hilo. Maana yake kuna wengine wamebaki kulalama tu, yaani wanalaumu laumu, eti oh, Mbona serikali hatu hizo ajira zenyewe haitoi mala, mbona hatuzioni hizo ajira zenyewe? Haya, wekalagabao na kulalama kwako. Mwenye masikio na asikie leo, mwenye macho na aone, na hata yule mwenye makalio basi aende choo. Kuanzia leo nitakuwa na waletea miradi ya ubunifu ya vijana wa kujiajiri. Haya jamani, tazameni mradi wa kwanza. Watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni msimamizi mkuu na jaji wa kuchagua vijijini na mijini watakaopata ajira ya kulia. Kama mnavyojua kuwa kuna uhaba wa watu wa kulia misibani, kwa hiyo tumeanzisha kampuni ya kuajiri vijana watakaokuwa wanapelekwa misibani kulia kwa ujira au malipo. Sasa leo hii nitawataini vijana hmm? Manake kuna vijana wanasema o oh, hamna kazi oh, zile ajira milioni moja hatuzioni. Sasa mimi nitaonyesha namna ya kupata kazi kwa ulaini kabisa. Kuna vijana wanalia tu ovyoovyo mitaani, hawajui kuwa machozi ni maligafu adimu sana hmm. Inaweza kukualetea kipato kizuri sana. Kwanza kabisa, namkaribisha kijana wa kwanza. Karibu sana. Subiri usiingie kwanza, ntakupa nafasi ya kukuzingua sasa. Narudia tena, karibu sana. Habari za saizi? Mzuri tu. Unaitwa nani? Si mdomo haya, binti si mdomo eh? Natumaini umeshawahi kwenda kwenye misiba ya Wanyakyusa. Ndio. Hebu kwa kwa kuanzia sasa, nataka ulie kama Mnyakyusa, maana yake Wanyakyusa ndio wanajua kulia kuliko watu wote hapa nchini. Unaye ndo ya kujazia machozi haya? Ah, ndo hii hapa tena, tafadhali usije ukaloanisha ofisi yangu. Haya, twende kazi. Joba joba Nkaandalile popa Messi kazijobjoba nkandalilan kanye kuzanawagonju mwakalindile mwakasakavyuka kanyavuvido afula mnyamba kuendela kaikosi serious joba imetosha. Kama mnavyoona ndugu watazamaji eh, bisi mdomo amekwisha jaza ndoo kwa machozi. Kwa kweli huyu anatakiwa <laughs> eh, kwa kweli huyu atakuwa ni mmoja wa vijana watakaoajiriwa. Safi sana na hongera! Hebu tupe freestyle, manake wewe ni mwe... mm. Basi imetosha, imetosha jamani. Kama mnavyoona ndugu watazamaji, ka kausha, basi kausha kama unavyoona ndugu mtazamaji, lia mdogo mdogo. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, bisi mdomo amekwisha jaza ndoo kwa machozi. Kwa kweli, huyu anatakuwa ni mmoja wa wale ambao watakao ajiriwa wale vijana watakao ajiriwa. Safi sana na hongera hey. Hebu sasa, hebu bisi mdomo nyamaza, tufuta machozi ehe he. Hebu sasa tupe freestyle eh, yani lia vile unavotaka, wewe unapojisikia tu. hmm? Siko tayari yaani, mimi kulia ni fani yangu mpaka machangu yamelegea. Kwa sababu hiyo naweza kulia kwa jambo lolote lile. Kwa mfano naweza kumlilia Gadafiionamlilia Gadafi hapo. Haya, basi kwaheri herian, asante sana, sana. makofi jamani. <tipa> Haya, bwana Mwansalima, kama ulivyoambiwa uli, uli hapa tunatengeneza ajira kwa vijana kwa mtindo wa kulia. Sasa hebu na wewe tuonyeshe ujuzi wako. Sasa Lolo, sikiliza mm -hmm, onene nitaomba ukae mbali kidogo, sababu machozi yangu huwa yanaruka umbali wa mita mbili mpaka tatu kutegemeana na uchungu nilionao, e, e, siku hiyo. Sasa basi, ngoja nichukue mwamvuli kabisa, kwa e, sababu hii ni hatari sana, ngoja eh, nichukue mwamvuli. Sasa Lolo, Sikiliza, unataka nilie machozi ya ya ya kawaida au yale ya mvua ya mawe kunivunjia vioo? Sasa Lolo, ini kama kufa ni kama ni kama aliyekufa ni jambazi. Ona nena lelela, wacha zikiziki, ole sumaleka ya jambazi naseka zikiziki ziki. kulompa, kulomba ote na shoka Ote na panga, Ole na bunduki Lolo kuza kumagolo

Sasa lolo, mm, ini kama vile unapeleka magupante unalia hivi. Magupante ndio wapi huko? Ah, huko huko magupante unalia hivi Nenda kai kibwagosha. Ee. Ee. Nenda na banki ma. kula mm. milanga. Basi inatosha inatosha inatosha! <laughs> Basi, ndugu ndugu watazamaji, nafikiri mmeona jinsi gani kampuni yetu inachangia sana kutengeneza ajira kwa hapa kwa Watanzania. Mpaka wiki ijayo tutakapokuja na mradi mwingine. Asanteni sana.